Wengi hapa tunatoka kwenye familia ambazo ukoo ulikuwa ni ngumu sana. Ukifanya masiara huwezi kutoboa, lakini mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu niliweza kusimama hivi, na namshukuru sana mke wangu ndio alikuwa kwanza mwenye kuja hapa aaarstatizo kanondoka lakini akananiambia mimi najisikia kuja kusari hapa kamwambia okay nenda ukiona pale ana kuna mungu kweli niambie akasema pale yupo kwelilsema pale yupo kweli mtapia Yesu makofi kama unaamini yupo kweli Sijua achaga ndani wa Roma alimpo mchaga kumtoa kwenye Roma kumleta huko kwa miguu kidogo lakini lakinik namwambia kwamba simama na Mungu sio di simama na Mungu tu alafu tuone kitakachotokea Ananiambia mara ya kwanza ananiambia mara ya pili namwangaliamba na mara ya tatu kasema hapa. nikasema kweli hapa Mungu yuko, nitabaki hapa. Mtumishi alisema alikuja nyumbani pale tukaomba, anasema mwanangu, nataka tufunge kwa pamoja. Tulifunga siku tatu, tulifunga siku tatu. Mimi roho yangu nilikataa kabisa watoto wangu kuwasomesha shule hizi ambazo sio mesema kwamba watoto wote hawa watasoma shule ya maana. Sasa najua kina mama huwa wanahofu sana, kwamba mimi sina hofu, ila wataena, sababu tulifunga siku tatu. Mimi na baba hapa naenda kazini nafanya kazi narudi, natumia tumia a a vitabu kaa sina jibulia, lakini ukirudi nyumbani hata kama nimechoka vipi k asoma a Mungu alikuja.